Tukio la kuchanwa kwa mabango ya wagombea wa vyama e, bila shaka wote tunafahamu kwamba sasa hivi nchi yetu pamoja na mkoa Mwanza upo katika kampeni za kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu ambao utafanyika Oktoba siku ya tarehe 29. E, sasa katika kipindi hiki e, yamekuwepo matukio mbalimbali ambayo pia tunaendelea kuyafuatilia lakini tumeendelea kuimarisha hali ya ulinzi na usalama katika mkoa wetu ili kuhakikisha kwamba kampeni hizi zinaendelea kwa usalama kwa utulivu na kwa amani. Hata hivyo siku ya tarehe 30, mwezi wa tisa mwaka huu, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza liliwakamata na hadi sasa linaendelea kuwahoji viongozi watano wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ngazi ya wilaya kwa tuhuma za kuharibu mabango ya wagombea wa Chama cha Mapinduzi kwa nafasi ya urais, ubunge na udiwani ambayo yamewekwa sehemu mbalimbali za jiji la Mwanza. Majina ya viongozi hao wanaoshikiliwa majina yao ni kama ifuatavyo. Wa kwanza anaitwa Charles Marwa Chichi Bela, huyu ana umri wa miaka 50. huyu ni mwenyekiti wa Chadema wilaya Nyamagana na mkazi wa mtaa wa Temeke. Wa pili ni Marco Mutabuzi Christian ana umri wa miaka 30, mwenyekiti wa Bavicha wilaya ya Nyamagana na mkazi wa Kwimba kata ya Igogo. Watatu ni Enoch Sanganya mpaka umri wake ni miaka 55, ni mwenyekiti wa Chadema kata ya Igogo na mkazi wa kata ya ju. Wanne ni Salum Seif mpaka miaka 33, katibu Chadema kata ya Mbatini na mkazi wa wa tano ni Dionys Edward Leons miaka 63. Watumiwa hawa wote wamekamatwa siku ya tarehe thelathini mwezi wa tisa mwaka huu 2025, eh, majira ya saa nane mchana kwenye walikamatiwa maeneo tofauti ambapo, eh, wanaendelea kuhojiwa ku, ku, kutokana na kuratibu mipango eh, ya kuchana mabango ya wagombea wa CCM kwa ngazi ya diwani ubunge na mgombea wa urais. Bila shaka mmeona vyama mbalimbali vimeweka mabango yao kule barabarani, mabango yanayonadi mgombea kwenye nafasi mbalimbali mbali za uongozi. Sasa yale mabango, kwa mujibu wa sheria, yakiwekwa kule uh, ni kosa kuyabandua au kuyafanyia hujuma ya aina hiyo. Kwa hiyo wanashikiliwa na wanaendelea kuhojiwa kwa tuhuma hizo kutokana na tukio hilo. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linatoa wito kwa viongozi mbalimbali wa vyama vya siasa, mashabiki, wafuasi na wanachama wa vyama mbalimbali kuendelea kuheshimu sheria, kanuni na taratibu na miongozo iliyowekwa na Tume Huru ya Uchaguzi ili kampeni zinazoendelea katika mkoa wetu ziendelee kufanyika katika hali ya utulivu, usalama na amani. Aidha, jeshi la polisi linapenda kujulisha wakazi wa Mwanza kuwa limeendelea kuimarisha usalama katika kipindi hiki likishirikiana na vyombo vingine vya usalama pamoja na wananchi kiasi kwamba kampeni zinazoendelea tangu zimeanza kufanyika katika maeneo mbalimbali katika mkoa wetu kwenye majimbo mbalimbali ya uchaguzi zimeendelea hadi sasa kufanyika katika hali ya utulivu Usalama na amani. Hivyo, jeshi la polisi katika mkoa eh, wa Mwanza tunawaendelea kuwa wahakikishia wananchi ulinzi wa, wa kutosha katika mikutano ya kampeni inayoendelea, na kwa sababu hizo, kwa sababu tumemalisha ulinzi, tunawaomba waendelee kujitokeza kwa wingi katika mikutano kadri kati watakavyojisikia kwenye mikutano ya kampeni, waende bila hofu ya aina yoyote, kwa sababu jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza limeshajipanga kikamilifu kuimarisha hali ya utulivu usalama na amani katika kipindi hiki ambacho mkoa wetu kama ilivyo mikoa mingine iko katika kipindi cha kampeni kuelekea uchaguzi mkuu tarehe 29 mwezi wa kumi mwaka huu. Kwa hiyo wananchi wajitokeze bila hofu. Jeshi la polisi liko imara katika kuweka ulinzi na maeneo yote.